Nataka kumshukuru Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Leo hii tuko hapa kwa ajili ya tukio hili kubwa la kupokea matrekta kwa ajili ya kuendeleza kilimo hapa Wilayani Ruangwa na hapa na ndani ndio takuwa kituo cha matrekta haya, kama tulivyosikia taarifa ya naibu katibu mkuu kutoka wizara ya Kilimo kwamba serikali yetu ya awamu ya sita chini ya rais wetu Mheshimiwa Dk. Samia kupitia wizara ya Kilimo inayoongozwa na waziri Hussein Bashe imeweka mpango wa kuanzisha vituo 45 Tanzania kwa kupeleka zana za kilimo matrekta ya kiwemo, ili wananchi wa maeneo hayo wapate urahisi wa kutekeleza kilimo chao. Matrekta hayo hayajaletwa hapa kwa bahati mbaya. Hapa na ndagala ni katikati ya kata zinazozalisha vyakula vingi kutoka na Nganga na Ngumbu, Michenga, Chimbila zote mpaka Manokwe, Ng'au na Ndaga la yenyewe, Chenjere na Makuku, Mibure, Mpumbe, Mkoe, Mitope mpaka Likunja. Hapa ni katikati, na maeneo haya ndiyo yanayolima sana mazao ya chakula na biashara. Lindi mjini na Mtwara wanalishwa vyakula kutoka kwenye kata hizi za hapa. Kwa maamuzi ya kiwizara hii ya kilimo kutuletea matrekta, ni maamuzi ya busara, maamuzi ambayo ya sasa yanakuja kutuongezea uwezo wa kilimo kwenye wilaya hii ya Ruangwa. Ruangwa oyee! oh yeah. Ruangwa kwa maendeleo. Matrekta haya ni yenu, narudia tena, matrekta haya ni yenu. Wizara imewaletea matrekta haya ili muongeze uwezo wa kilimo tena. Basi matrekta haya hayo matrekta machache yaliyozungumzwa na mkurugenzi, yenye gharama kubwa, ambayo kwenye bei ya soko hapa tunalima kwa, kwa, kwa shilingi elfu sabini, sabini na tano. Kwa eka. Haya itakuwa chini ya shilingi elfu arobaini. Mama Samia oye. Mama Samia oye. Haya. Penepo shinchi ndwe lima. Haya. Penepo shinchi ndwe lima kapela ekajimo nipata malombe gamagwinji nipata nkwyagwa ngwinji nipata mbelemende eigwinji Nipinga maitunguu nifingali makaloti nifingali ma bamakabeji Haya liengo lyenu nandagala oye lwaga komaendeleo Mama Samia, oye, oye! oye! lelo pede patutenele Mama Samia miaka jina ng'ano tunakosea Mama Samia Mama Samia.